Hello. Karibu katika channel ya Elimika. Leo tumekuandalia video nyingine inayohusu tangazo la kuitwa kwenye mafunzo kwa wasimamizi kwa wa vituo, wasimamizi wa usaidizi wa vituo, na makarani waongozaji wa vituo vya wapiga kura, uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani tarehe 29 Oktoba 2025. Tangazo hili limetoka halmashauri ya wilaya ya Ubungo, jimbo la Ubungo na Kibamba. Katika tangazo hili kuna maelezo mafupi ila maelezo mengine ni yale yale ambayo yalikuwa kionyeshwa katika matangazo ya kuitwa kwenye usaili. Lakini tukiweza ku kuangalia uh, maelekezo mapya na muhimu ni kwamba msimamizi wa uchaguzi wa jimbo la Ubungo na Kibamba anawatangazia watendaji wa vituo na makarani wanguzaji wapiga kura kuhudhuria mafunzo ya kazi ya tarehe 25 Oktoba 2025 kwa makarana na wa kupiga kura tarehe 26 na 27 kwa wasimamizi wa vituo vya kupigia kura na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya kupigia kura, kuanzia saa moja kamili asubuhi katika kumbi kwa tarehe mlizopangiwa kama ifuatavyo. Kwa maana baada ya maelezo haya mafupi hapo chini tutakwenda kuona tebo ambayo inaonyesha kipengele uh, cha kwanza ni makarani ya ongozaji wa piga kura. Inaonyesha kata, ukumbi pamoja na tarehe, kwa kama tunavyoona, mfano kata ya Goba utafanya mafunzo ya tarehe hii kama tunavyoiona, na utakapozidi kushuka chini hapo utakutana na kata namba mbili ambazo utaziona ziko nyingi hapo na pamoja na ukumbi, lakini kipengele B ni wasimamizi wa vituo na wasimamizi wa wavtol upiga kura. Hapo tunaona kwamba kata zimegawanywa katika vipengele nane kama tunavyoona. Utaangalia kata yako na wapi ambapo utapaswa kufika kwa ajili ya mafunzo. Zingatia tarehe, zingatia muda na mahali ambapo umepangiwa katika jedwali. Baada ya hapo, utaweza kupata listi ya wale waloo chaguliwa kushiriki mafunzo hayo kwa kufaulu usaili wao. Taangalia hapo kata ina jina lako na nafasi uliyochaguliwa, kisha utashiriki katika mafunzo haya kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani elfu mbili na ishirini na tano utakaofanyika tarehe ishirini na tisa Hivyo ni kukumbushe tena, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment kwa kwanza, ndapo tafanya update za video nyingine. PDF ya tangazo hilo utaipata katika uwanja wa comment, lakini pia tukukaribishi katika chaneli yetu ya WhatsApp. Linki pia utaipata katika uwanja wa comment.